Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam mzee wetu Shabani, tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali mbali, ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio, hiyo mechi tuwakabidhi wao hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi sasa asubuhi leo viongozi wamekutana asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa Of course kama mnakumbuka uh, tulishatangaza viingilio Tukasema mzunguko takua elfu tano, VIP C itakuwa elfu kumi, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka wana mechi ya, ya, ya, ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana na asubuhi leo wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wame, wame, wameziainisha na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Yanga Africans. Wa, wamelipokea na wamelipitisha. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Yanga Africans umekubaliana. Mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker. Mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote. Isipokuwa isipokuwa jukwaa la VIPA na jukwaa la VIPB limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa.